Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media Media. Kwa mheshimiwa mwenyekiti, kwenye swala ya umeme, kipindi kilichopita tulielekeza kwa mheshimiwa mwenyekiti na mkurugenzi, hususani kwenye taasisi za shule, ili basi waende wakapate meneja wa TANESCO ili tupate jibu la pamoja kwa sababu bado jibu ni lile lile ambalo naona ni mmoja mmoja, hatujapata jibu sahihi kwenye upande wa taasisi. Kwa, kwa hiyo niendelee kuomba kupitia kaunti yangu, mheshimiwa mwenyekiti, kama ni swala la taasisi ambazo ziko karibu na vitongoji ambavyo vina umeme, basi tulibebe kama zamani, kama halmashauri, basi tuendelee tu kuongea na mtu wa Tanesco ili kuhakikisha zile shule zinapata umeme. Mheshimiwa mwenyekiti, mfumo wa sasa hivi tunahitaji umeme kila shule, shule ya msingi ushakabii watu wa umeme tuliamini kwa patano la kikao kilichopita kana kwamba tunaenda kupata suluhisho, lakini bado ni tatizo baki na shule moja na miundombinu karibu, lakini bado hatujapata umeme. Niombe nalo swala la umeme lipate utatuzi, zile hadi mnazotupa ziwe za ukweli, ziwe ni za ukweli. Ukiatatu hayo basi, nao watajihesabu kwamba ni moja ya kata ambayo inahudumiwa na halmashauri kupitia taasisi zake ili wananchi waweze kupata maisha Watu wa umeme walifika kwangu Karya, tukazunguka maeneo, wakaahidi kutoa wa nguzo 40 katika kitongoji cha Kato. Mpaka sasa hizo nguzo hazijapatikana, hatujui linaloendelea sasa. Kwa faida ya kikao pia, na wenyewe ningeomba watupe majibu, ni nini kinaendelea, tuambie nini wananchi kuhusiana na huo umeme ambao tayari kwenye masikio yao na akili zao walishaivaa kwamba tutapata nguzo na umeme utawapa muda wote wote tumetokea huko, na ni lazima tuhakikishe shule hizo tunazifanyia kazi inavyostahili, hasa shule za msingi, kwa sababu ndio msingi, na ndio maana tukiona serikali yetu sasa hivi jitihada kubwa sana inapeleka kwenye shule za msingi. Na niombe tu, kama nimesema, mheshimiwa mwenyekiti, tusaidiane jitihada za serikali zionekane zinafanya kazi na tushirikiane kikamilifu. Kwa hiyo, mheshimiwa Yohana, wakati akaja mradi upo unakuja, mkandarasi upo site. Tumempa wiki mbili arudie ile mpango kazi wake, then atuwasilishie aanze kuingia saiti. Kwa hiyo mheshimiwa diwani, ondoa hofu. Pia napenda kujibu hoja ya mheshimiwa diwani wakati ya Bwenda Ngabu amesema shule ya msingi Mishakabilii haina umeme. Ni kweli hii hoja ni ya muda mrefu, kila kikao inakuja. Mimi napenda nimwombe kwenye bajeti mpya inayoanza tarehe moja na mwezi wa saba, mimi naomba nimuhakikishie once tutakapopokea fedha, kitu cha kwanza kitakuwa ni kukipelekea umeme ishu shule ya msingi, kwa sababu tumeshaenda kusavei, gharama zake tunazo, isipokuwa ofisi kama ofisi yenyewe ndio kwa sasa imeishiwa pesa. Kama tunaweza tukagewa list, kwa sababu nilivyowaambia waende inaonekana hawakuzifikia zote. O, naomba kama labda itakuridhia mheshimiwa mwenyekiti, tugewe hiyo listi ambazo, ambazo itaonyesha kata, kijiji na kitongoji ya hizo taasisi afu then sisi tutamwagiza, tutavea wetu wataenda, atapima, tutaandaa hizo gharama kwa ajili ya kuziongea pesa kwa ni niombe pia mheshimiwa juwani kusimamia miradi mikono ya maendeleo ambao unaona hiviniini mpaka kufika mwezi wa sita, Mungu nisaidie, hii kipolo cha mradi wetu umeisha. Jamani tupambane, wananchi sasa hivi tulionao ni wasomi wengi, na mkoa Kagera, wananchi ni wasomi, wananchi sio wale wa zamani, hawadanganyiki. Tukisimama kwenye maji kwa siasa tukisema nimeleta maji nimeleta mimi kipindi changu nimefanya hichi na hichi na ichi na ichi,